Ya yeah, so one day nilikuwa nafanya mazoezi na nilipopumzika, ni kuna mstari ghafla ukaja kichwani, ni ile Timotheo sura ya kwanza mstari wa nami, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ni mstari wa nane, inasema kwamba mazoezi ya mwili yana faida yake, lakini mazoezi ya kiloo yana faida za kila namna. Sasa nilipo tafakari ule mstari, nikaa nawaza, Mungu alikuwa na maana gani? Because direct nikajua kabisa hayuko against na mazoezi, lakini kuna jambo lingine analotaka tulione hapa. Nika share na rafiki yangu mmoja, nikamuuliza hivi imekaje, na kwa sababu, katika kutafakari niliona kabisa kwamba kuna tofauti kati ya mazoezi na vita. Siku za nyuma kidogo, nipokuwa ngifikiria mstari so nikaanza akombe kuna mazoezi ya kiroho First realization ni kwamba kuna mazoezi ya kiroho lakini, second realization ni kwamba mazoezi ya kiroho ni yapi? Nakumbuka nilimuuliza kwamba kama anamaanisha mazoezi ya kiroho, maana yake sio vita vya kiroho, maana mazoezi ya kimwili sio vita ya kimwili. Kuna kuna kupigana, kuna na kufanya mazoezi. Most of time mazoezi haya ya kimwili tunayafanya ili uwe fit kwa ajili ya issue za afya, lakini pia in case ikitokea jambo lolote, unaweza ukaliface vizuri. Kwa hiyo ina maana mazoezi ya kiroho ni kitu fulani ambacho kinaendana na hicho kitu. Ni mazoezi ya kimwili yanafanyika kama kuweka mwili sawa. Sasa nikamuuliza rafiki yangu, mazoezi ya kiroho ni yapi? <gibu> Ah, alinijibu, lakini naamini hata si alinijibu, maana alikuja kuniambia kwamba, aliniambia kwamba mazoezi ya No, no. Akunijibu moja kwa moja, alinijibu kwa, kwa lugha adk nikaelewa kwamba unapofanya mazoezi ya kimwili unaujenga mwili wako, kwa hiyo tafuta kitu ambacho kifanya unajenga roho yako, na hicho kitu ni kunena kwa lugha. Neno la Mungu kwamba anenai kwa lugha haneni na Mungu. Ha, haneni na watu bali anasema na Mungu hujijenga nafsi yake. So, my friend I see that. Kama unafanya mazoezi ya kimwili, make sure unapata muda kufanya mazoezi ya kiroho. Unafanya mazoezi ya kimwili sio kwa sababu kuna vita inakuja, ila unajiweka fit. Fanya mazoezi ya kiroho ili ujiweke fit. Tenga muda wa kunena kwa lugha. Nena kwa lugha hata kama ni dakika 30 continuously without saying kwamba unaombea kitu fulani, just pray in tongues just Go on and pray in tongues, usifocus akili ya yako katika mambo mengine yote. Akili kitaka ku direct, direct katika kujenga roho yako. Anenaye kwa lugha anajenga nafsi yake.